watu walitarajia kwamba baraza la mawaziri la israel lingeidhinisha mpango huu nashukuru yeah, ilikuwa hivyo baraza la mawaziri la israel lisingekuwa uh, um, na kauli yoyote nje ya marekani vyovyote inavyokuwa mzozo huu uko kwenye mgongo wa marekani na hii ni awamu ya tatu ya usitishaji toka 2023 nakumbuka mwanzo kabisa wa vita kuna usitishaji mfupi ulitokea wakati wa Biden, lakini ilikuwa presha ya marekani tukaja kwenye makubaliano ambayo Trump alisema yalikuwa ya kwake ya Januari 19, uh, yakachukua mpaka katikati ya Mei, na hii ilikuwa ni presha ya Marekani na hii sasa ni uamuzi wa Marekani. Kwa hiyo baraza la mawaziri la Israel halina kauli mbele ya kauli za Marekani. Ndio maana mara kadhaa huwa nasisitiza kuwa ulimwengu umekuwa ukishambulia Israel kwa sababu Israel inaonekana inafanya, lakini uhalisia kuwa Israel hufanya kwa green light ya Marekani. Kama wangedili na Marekani na wangenyoshea kidole Marekani, kuna vitu vingebadilika, kwa sababu uh, Israeli kila kitu au naweza kusema zaidi ya asilimia sabini ya mali ghafi, silaha, vifaa ni kutoka kwa Marekani na washirika wake ndio wanaomuidhinishia. Kwa hiyo mpango huu una uwezekano gani wa kudumu ukizingatia historia ya makubaliano ya awali ambayo yalivunjika yalikuwa yakivunjika mara kwa mara? Hapo hakuna uhakika wa kuwa yatadumu au yatavunjika kwa wakati gani, kwa sababu uh, dhamana pekee ambayo Hamas wanaweza kusema wako nao na ile wametangaza kuwa tumepata uhakika wa dhamana ya Marekani, sidhani kama Marekani inaweza ikawa ni dhamana halisi, kwa sababu Marekani amekuwa akidhamini baadhi ya, ya makubaliano, mfano makubaliano ya Libanoni, ya ya kati ya Hezbollah na, na Israeli yako chini ya udhamini wa Marekani lakini tunachoshuhudia ni kila siku kiukwaji wa makubaliano na Marekani hakuna hatua anayochukua. Eee, mgogoro wa Irani tunaweza kusema kuwa ni kama umekuwa imara na hii yote ni kutokana na nguvu ya upande wa pili wa Irani kwa sababu ni vigumu Israeli kuvunja haya makubaliano kwa sababu Iran hawezi kukubaliana na hilo. Na haya yalikuwa chini ya dhamana ya Marekani ambaye ni mshirika. Sasa, uhakika wa kusema kuwa yanaweza yakaendelea ikawa ndio uhakika wa mwisho bado muda nadhani pekee ndio utatupa majibu kwa sababu Uh, ukisikia kauli za viongozi wa nchi za Kiarabu, kauli za viongozi wa nchi zenye Waislamu wengi lakini kauli ambazo zinatolewa na viongozi wa nchi za Magharibi inaonekana kama vile wanalazimisha haya yatokee, okay. Lakini ukiangalia yajayo ni magumu zaidi kwa sababu hii ni phase one ambayo Israeli amekubali na Hamas amekubali. FM, kutoka Tanga,